Miezi chache baada ya chama cha ODM kutia saini mkataba wa kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza, migawanyiko imeonekana kukumba chama hicho huku baadhi ya wanachama wakuu wakiongozwa na Gavana wa Siaya, James Orengo, wakiendelea kuikashifu serikali tawala. Seneta wa kaunti ya Siaya, Oburu Odinga, na Gavana wa Migori, Ochilo Oyako, wakiwa miongoni mwa viongozi wanaunga mkono muungano huu na kukashifu magavana wa ODM wanaoipinga serikali ya Kenya Kwanza wakidokeza kuwa kuna haki wanazopigania, ila gavana wanafaa kuhudumia wananchi na rasilimali walizopewa. Those who are criticizing the national government, that is idiocy. The constitution is very clear, very explicit that the relationship between national and county government must be that of mutual respect, must be that of cooperation. Kwa upande wake kiongozi walio wachache bungeni, Junet Mohamed, akidiaki muungano wa viongozi wa upinzani akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka Rigathi Gashagwa, Fred Matiang'i, Martha Karua na Eugene Wamalwa na kusema kuwa uwezi ukakomboa taifa hili akisema wanasiasa walioungana wamekuwa katika nyadhifa za serikali awali na kuna mabadiliko watawafanyia Wakenya. Sasa ati wanapiga picha, ati audacity of hope, ati new dawn, nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathi Gashagwa, naona Mukhisa Kituyi, naona inaitwa nani ile mwingine ile Kiriso Malwa no Eugene Wamalwa. Naona watu tumetembea nao miaka mingi mpaka tukanyoroshwa, watu tukalia pamoja, ati ni you hope you don't. Waziri wa fedha John Badi na mwenzake wakawi Opiyo Wandai wakipigia upato ndoa ya Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga na kusema watazidi kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza ili kuikomboa taifa hili. That we will work together to make sure that our economy is resuscitated. And we are on course for those who don't want to believe

Wamezungumza haya katika ibada ya Jumapili ya madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Migori na iliyohudhuriwa na Rais William Ruto, ambapo rais alionekana kukwepa siasa katika hafla hiyo. kwa sababu mimi nitakuja nitakuwa hapa kwa siku mbili, mimi nataka nifupishe maneno ya hapa. Tumekuja kwa ibada hii maalum ya kuombea kaunti yetu ya Migori na nchi yetu ya Kenya. Nataka nishukuru maaskofu. Asanteni sana for standing in the gap for our nation always. Isaac Musioka, Undugu TV.